Tumsifu Yesu Kristu. Mama Maria, malkia wa mitume, utuombee. Masomo ya misa Jumapili, dominika ya ishirini na sita katika kipindi cha kawaida mwaka C. Somo la kwanza: Amos sura ya sita mstari wa kwanza a, nne hadi saba. Somo katika kitabu cha nabii Amos. Bwana Mungu wa majeshi asema hivi, ole wao wanaoishi kwa raha katika Sioni na wale wanaokaa salama katika mlima wa Samaria. Ninyi mnaolala juu ya vitanda vya pembe na kujinyosha juu ya masemadari yenu. Ninyi mnaokula wanakodoo wa kundi na dama wanono wazizi. Wanaiba nyimbo kwa sauti ya kinubi na kujifanyia kama Daudi vyombo vya mziki. Wanakunywa divai katika mabakuri na kujipaka manukato mazuri, lakini hawahuzuniki juu ya kabila la Yosefu. Kwa hiyo sasa watawahamishwa hata watakuwa wa kwanza na wenye kuhamishwa, na matamasha yao ya kiasherati yatakoma. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana, Zaburi sura ya 146 mstari wa saba, nane hadi tisa a, tisa b na c mpaka kumi. Kiitikio: umsifu Bwana, e nafsi yangu. Umsifu Bwana, e nafsi yangu S

Somo la pili, Timotheo wa kwanza sura ya sita mstari wa kumi na moja hadi kumi na sita. Somo katika barua ya kwanza ya mtakatifu Paulo kwa Timotheo. Wewe uliye mtu wa Mungu, ujiepusha na mambo hayo. Fuata uadilifu, uchaji wa Mungu, imani, upendo, subira na upole. Pambana katika mapambano ya imani, utoe uzima wa milele huu. Ndio mwito wako, nawe umefanya maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi na kuamuru mbele ya Mungu aliye asiri ya kila uhai na mbele ya Kristo Yesu aliyetoa ushahidi mzuri mbele ya Ponsio Pilato, utimize agizo hili bila wa na bila lawama mpaka kutokea kwake Yesu Kristo. Wakati wake wenye heri atalidokeza tokeo la yeye aliye peke yake mtawala, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, yeye peke yake hawezi kufa Amekaa katika mwanga usiosogeleka. Hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumwona. Heshima na enzi ya milele ni yake. Amina. Neno la Bwana. Ijapokuwa Yesu Kristo alikuwa tajiri, alijifanya fukara kwa ajili yenu, ili ninyi mpate kutajirika kwa ufukara wake. Somo la Injili Luka sura ya kumi na sita mstari wa kumi na tisa hadi thelathini na moja. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule Yesu aliwaambia Mafarisayo: palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyezoea kuvaa nguo za rangi ya zabarao na kitani safi, na alijifurahisha kwa kufanya sherehe siku kwa siku. Mlangoni pake alilala maskini jina lake Lazaro, aliyejaa vidoda. Alitamani kushibishwa walao kwa makombo yaliyoanguka kutoka meza ya yule tajiri. Wakaja pia umbwa wakamlamba vidoda vyake. Siku moja, yule maskini alikufa, akachukuliwa na maraika kifuani kwa Abrahamu. Kisha yule tajiri naye akafa akazikwa na katika mateso yake ya jehanamu aliinua macho yake akamwona Abrahamu kwa bali na Lazaro kifuani pake, akapasa sauti ya karia: Baba Abrahamu, unihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake kwenye maji, apoze urimi wangu, kwa maana na teswa sana katika moto huu. Abrahamu akajibu: Mwanangu, kumbuka ya kuwa wewe ulipokea mema yako wakati wa maisha yako duniani, bali Lazaro alipatwa na mabaya. Sasa huyu anatulizwa, bali wewe unateswa. Na juu ya hayo kuna shimo kubwa kati yetu na yenu, hata kama watu wangetaka kuvukia kwenu hawawezi, wala wakwenu hawawezi kuvukia kwetu. Akasema, basi baba ninakuomba umtume Lazaro aende katika nyumba ya baba yangu, maana nina ndugu watano, awaonye wasije wakafika pia mahali hapa pa mateso. Lakini Abrahamu akasema, wanao Musa na manabii, wawasikilize hao. Yeye akasema, sivyo, baba Abrahamu, bali mtu akienda kwao kutoka kwa wafu watatubu. Lakini yeye akajibu wasipowasikiliza Musa na manabii hawatapokea ushuhuda wa mtu aliyefufuka katika wafu. Ijili ya Bwana. Tafakali ya leo. Mada ya leo ni Mungu rafiki wa maskini. Watu wa Israeli waliwatazama matajiri kama watu waliobarikiwa na Mungu. Somo la kwanza linawashambulia kwa sababu wanaishi maisha ya uvivu yasiyofaa. Watu huchagua kukaa upande wa matajiri. Injili ya leo inatuambia kuwa Mungu anasimama na watu maskini na waliotengwa, anawachukulia kama rafiki zake na anawapa majina wale wasio na maana machoni pa wanadamu, waliodharauriwa, waliosahaurika, anawatakia haki hapa duniani. Somo la pili imeunganishwa na mada hii kwa sababu inakataza tamaa ya utajiri kama sababu ya uovu wote. Mwisho wa tafakari.